Tamasha hilo litafanyika tarehe 21 tarehe 21 si moja, moja mwezi wa sita, na tutaanzia hapa Dar es Salaam. Bado tunaendelea na kuomba eneo la kufanyia tamasha hili e, tumeomba kufanyia katika maeneo mbalimbali, hasa ikiwepo uwanja wa Uhuru, uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ambavyo mnaona viwanja vile vinatengenezwa, kwetu tunaendelea kuomba nafasi kwa sababu tamasha huwa haliharibu uwanja, tamasha huwa halidhuru uwanja, kama ambavyo wenzetu wanafanya shughuli zao katika viwanja vile, na sisi pia tumeomba tuweze kupata nafasi ya sisi ya kufanya tamasha hili, kwa sababu tamasha hili ni kwa ajili ya taifa, tamasha hili ni kwa ajili ya nchi yetu. Kwa hiyo tunafanya tamasha kwa ajili ya kuombea uchaguzi mkuu wa nchi yetu ufanyike kwa amani na utulivu. Tamasha hili tunashirikiana na watumishi wa Mungu wa mkoa wa Dar es Salaam, wachungaji, maskofu, mitume wote tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba tamasha hili linafanikiwa. Na tunaendelea kuongea na waimbaji mbalimbali mbali, wa mataifa mbalimbali mbali. Mataifa mengine tumeshakubaliana, kama vile waimbaji wa kutoka Afrika Kusini tumeshakubaliana, tutawatangaza. Waimbaji kutoka Nigeria tumeshakubaliana, tutawatangaza. Waimbaji kutoka Rwanda tuko tuto mazungumzo nao lakini e mataifa mengine tumeshazungumza nao. Waimbaji wa ndani tumeshamaliza makubaliano nao, wanasubiri tarehe husika tu. Kwa hiyo sasa hivi tunazungumza na baadhi ya waimbaji wa mataifa hayo. Bado tunaendelea kuongea na wadhamini. Lengo kubwa la wadhamini kuwaomba ni kwa ajili ya gharama mbalimbali, kama mnavyojua, kuwatoa waimbaji kutoka Afrika Kusini, kuwatoa kutoka Nigeria, kuwatoa kutoka Rwanda Kongo, Kenya, Uganda, Zambia ni gharama kubwa sana, na kuwaleta pia. Wakija hapa Tanzania kwenye nchi yetu, wanahitaji pia wale walale, wanahitaji usafiri, ni gharama kubwa sana. Hata viwanja vyenyewe kulipia ni gharama kubwa kwe, kwa hiyo tunahitaji wafadhili ambao watatusaidia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tamasha hili linafanikiwa katika mikoa yote ishirini na sita. Lengo kubwa tamasha hili ni kuombea uchaguzi mkuu.